Tumesikia ripoti ya uh, robo iliyopita, tumefanikiwa kwa kiwango hicho ambacho tumeweza kukiona pale, lakini pia tumepewa au tumepeana maelekezo na maazimio mbalimbali ikiwemo uh, elimu msingi, kuhakikisha shule zote wana kula chakula shuleni uh, pote uh, sehemu inayokuja, lakini uanzishwaji na uimarishaji wa clubs za lishe mashuleni uimarishaji wa bustani za mboga mboga mashuleni kwa kutumia teknolojia rahisi ambayo inasaidia kutumia maji kiasi kidogo lakini na muda wa, kwa hiyo tunawashukuru pia wadau wetu wa Nafgem kwa kutusapoti kwenye uanzishaji wa hizo bustani za mboga mboga mashuleni. Kwa niendelee kusisitiza na kuomba tuendelee na kazi hiyo na tumezungumza sana kuhusiana na mambo ya idara ya maendeleo ya jamii kupitia vikundi vya kina mama, maadhimisho ya siku ya afya na lishe ya kijiji, ambapo tumetoa maagizo watendaji wote wa vijiji na watendaji wote wa kata waweze kusimamia hii haya maadhimisho yaweze kufanyika, na maadhimisho yanafanyika kwa kufanya demonstration ya vyakula na upishi kwa ujumla kwa wananchi ili waweze kufahamu, uh, mlo kamili unatakiwa uwe na makundi mangapi, ili anapotoka hapo kwenye hayo maadhimisho aweze kwenda kupika nyumbani kwake, ambapo hapo sasa ndio tunaenda kutatua changamoto ya masuala ya lishe duni katika jamii zetu. Kwa hiyo tutasimamia. Kwa uratibu wa afsa lishe pamoja na mganga mkuu tuwe na siku maalum katika vijiji vyote kufanya kwa siku moja haya maadhimisho ya siku ya afya na lishe, ili tuweze kuwafikia wananchi kwa haraka na kwa wingi. Kwa hiyo mi nikuwa na shauri tu zaidi, tuendelee kukaza kama kamati, tuhakikishe hizi shule zote watoto wanapata chakula. Na isiwe mlo mmoja au miwili iwe milo mitatu. Tumeamua kuhamasisha jamii na sisi kudili hivyo kwa sababu tunashirikiana na serikali, sekta binafsi na serikali zote ni wadau wa maendeleo kwao, hatuwezi kuliachia jukumu serikali peke yake. Wao sisi kama wazalishaji tunahakikisha bidhaa zetu zinaenda kusaidia wananchi katika swala zima la lishe. Kwa hiyo mimi niendelee kupongeza halmashauri lakini pia na wadau kwamba hili swala la lishe tunatakiwa kulichukulia kwa kipaumbele kikubwa, kwa sababu ina athari kubwa sana hata sisi wenyewe katika familia zetu. Tusipozingatia tutapata changamoto hizo za lishe. Inawezekana sio wewe, lakini kizazi chako kinachokuja, na kama sio kizazi basi kinachokuja baadaye kikawa na changamoto kubwa ya lishe. Pia shirikisheni viongozi wa dini kwenye kila kijiji, mtafaulu sana, kwa sababu nyinyi wote hapa wataalamu wetu mnazungumzia chakula cha kujenga mwili na kujenga akili, lakini sisi viongozi wa dini tunazungumzia chakula cha kiroho. Sasa mapokeo ya wazazi ambao ndio wanaotakiwa kutoa michango ya chakula wanahitaji chakula cha kiroho, na chakula cha kiroho kinapatikana kwa viongozi wa dini.